Kama hamna haki za wanaume siku hizi tujue, tujue. tujue. Maana haki za wanawake ndo nyingi kuliko za wanaume, tufahamu tu hilo. Joseph Alex Liakurwa ni mkazi wa Mureti Mashariki. Sawa, eh, mimi ninavyopambana nilivyo hapa hivi, wewe unajua mimi ni jirani yako, napambana na mke wangu, naleta tofali, mama analeta sementi na mwacha mke ananipikia, naenda kutafuta huko, naleta, tunaogeshana, niomoe mama. Naumwa hapa leo hii, iweje? Aaa, mali uliotafuta wewe na mke wako unakuja mashemeji na kutoa kwenye nyumba yako, wakati wewe unatafuta na mke wako? Au ndugu zako walikuwa wapi? wakati unaumwa walikuwa wapi? Hilo ndo swali, sawa. Ngoja basi, mwenye kiti, naomba tu nimalize la pili. Leo hii nimeumwa hapa, majirani anafahamu kwamba fulani alikuwa anaishi na mama fulani pale, ule tayari ni mke wake. Balozi ananifahamu, jirani ananifahamu, huyo ananifahamu, mwingine ananifahamu mke wangu aja atolowe pale tu kimenomeno tu na mashemeji zangu tu Nakatu na wakati unafamu, fulani walikuwa wanapambana mke wake pale. Hiyo kitu inakuja kweli ya kitu inakuja iliiki sheria tu za nchi kitu inakuja wakati ki sheria Tanzania, wanakuambia ukiishi na mwanamke miezi mitatu tayari ni mke wako halali hata kama hujafunga naye ndoa iwaje? huyo mzee ameishi hapa, mimi wakati nahamia hapa mzee namuona hapa, anatoka South Africa amefunga bati hapa begana, anashuka nayo anakuja hivi oh, ah, na mguu analeta hapa, alafu leo huyo mwambie tu kwamba nataka mali ya ndugu wangu. Inakuaje? wewe ulikuwa hapa wakati tunatafuta, wakati mzee anatafuta walikuwa wapi? Walikuwa disco, walikuwa wanapokezana huko Mpe mruke mpe mruke, kwani miaka woto wasitafute sitafu, wa au wakati mama anaumwa, kwani wasije kwa wakamwambia, mp, dada tumekuletea hata dawa Wanamwacha mzee wao Ana... mzee wao anauza mabango mjini, eti tunamfahamu. Anatembeza leo hii huyo mtoi kwenye nyumba kati, tunamfahamu. wakati mimi maana hapo huni mwaka huni mwaka nne naishi hapa, huni mwaka nne naishi hapa, namuona mzee wao anapambana, anauza mabango, anakuja analeta bati, analeta simenti na sira. Mke wake leo, ndugu sisi, muona hata mmoja simjogi hata sura yake. Leo hii wewe aseme kwamba eti nyumba ni mama, tumemzika juzi mwezi wa 12. Tumetoka tu kuzika hapo Njiro tumefika hapa. Mzee aingie kwenye nyumba, okay, yake alale hapo. Bila hivyo tukiona mtu mwingine anaingia hapa. Serikali uh, itatusaidia tu, itusaidie kwa hilo, kwa kweli. Sio kukubali kama wananchi, si tumeamua, hatutaki au ndugu ah, wa marehemu waondoke, wakae kae huko wa kwao, yeah. amekuja mke na mme hapa, amekuja mke na mme hapa, mke na mme, si wana kwao si waende kwao? shida ni nini? Amekuja ashemeje hapa, si ana kwao si aende kwao? Ili tunataka dunia ifahamu, sio nchi tu, dunia ifahamu.